Namtunaendelea na karibu tena kwenye matangazo yetu. Nakumbusha unaweza uh, ukatupata kwenye mitandao ya kijamii AzamTVTZ na UTVTZ. Leo tumemwalika msemaji wa wafanya biashara Kariakoo. Kariakoo ni kitovu cha biashara Dar es Salaam, lakini pia nchini Tanzania. E, sehemu ya biashara ambayo inaunganisha wafanya biashara kutoka maeneo mbalimbali Afrika mashariki na kati na E, wakifika kwa ajili ya kufanya manunuzi, biashara zinafanyika kwa kiasi kikubwa. Lakini pia kwa hapa nchini Kariakoo ni mkoa maalum wa kikodi, e, ambapo mapato yake ni makubwa imekuwa e, ni moja kati ya sehemu ambazo zinachangia kwa kiasi kikubwa uchumi wa Dar es Salaam, lakini pia uchumi wa Tanzania kwa ujumla. Lakini zipo changamoto kadhaa ambazo zimekuwa zikizungumzwa Kariakoo ikiwemo uh, wafanya biashara wa kigeni uh, kufanya kazi za wafanya biashara wazawa wa kuna maanisha wa, wa wale wafanya biashara wadogo wadogo maarufu kama machinga, lakini pia hivi karibuni imekuja hoja ya usalama kwa wale ambao wanakwenda kufanya manunuzi Kariakoo, ikionekana uh, kwamba kuna baadhi ya mazingira ambayo uh, wengine wanaibiwa fedha zao na mambo mengine kama hayo na changamoto nyingine ambazo zipo katika eneo hili, lakini nyingine pia zimeendelea kufanyiwa kazi. Tunaye hapa Henry Kanje ambaye ni msemaji wa wafanya biashara Kariakoo. Kanje karibu sana. Asante sana. Habari za Kariakoo? Kariakoo iko poa. Aha. Tupo njema kabisa. Biashara zinakwenda. Biashara zinaenda vizuri. Hivi karibuni kulikuwa kuna changamoto kubwa za masuala ya mifumo ya kikodi na nini, wakati fulani mkakutana na viongozi uh. Kwa sasa hivi hali iko shwari? kwa sasa hivi kuhusiana na TRA na maswala ya kodi tupo sawa kabisa. Sana sana ni hizo changamoto zingine ambazo tumekuwa tukizipigia kelele sana kwa takriban miezi sita, saba sasa hivi mm, toka ambapo tumeanza kuzungumzia swala la wafanyabiashara wa kigeni, swala la machinga ambalo tumelipoza kwanza kidogo, tukishughulikia swala la uh, wafanyabiashara wa kigeni ambao kimsingi wameingilia shughuli ambazo zimekuwa zikifanywa na wazawa na wameharibu mnyororo wote wa biashara mm, mm, wa Tanzania kwa sasa mm. Mm -hmm. Na katika hili la wafanyabiashara wa kigeni e, baadhi wakieleza kwamba mmekuwa mkishirikiana nao. Sasa kumekuwa kuna mianya ambayo imeruhusu raia wa kigeni kuweza kushiriki kufanya mm. biashara na watu wa, raia wachache ambao ni wa Tanzania ambao in fact sio wazalendo mm. Uh, kwa, kwa namna ambavyo tulikuwa tunaliendea hili swala wakati ambapo toka tume ilipoundwa, uh, kuna vitu vingi vimebainika ambavyo kuna Watanzania wanaoshirikiana na wazawa katika biashara. Kwa unakuta mm. biashara mbele tunamwona ni Mtanzania anamiliki kampuni fulani anasema ana share asilimia kadhaa, lakini mtu huyo huyo hataajui kwamba share ni kitu gani. Kwa wakati mwingine anapokuja kwenye mahojiano anaulizwa una share ngapi, mwenyewe anashangaa, mm. hajui kwamba hata share akiulizwa kwenye fahamu ni kitu gani. mm. kwao kumekuwa na changamoto na namna, lakini kuna wengine ambao wamekuwa wakitumia wao wakifanya biashara wao wenyewe na hawajisajili sehemu yoyote ile, kwao wanakuwa wameweka mizigo yao wa kwenye magodown na baadaye uh, wana uh, ajiri vijana wachache ambao wanakwenda kwenye masoko na kupeleka wateja kwenye hayo magodown, lakini kuna wengine wanakuwa biashara moja inatumika na makampuni kadhaa au watu kadhaa, kwa maana ya nyaraka zile zile mm. Kwa hiyo kumekuwa kuna changamoto kubwa sana kwenye, kwenye, kwenye, kwenye swala hili kati ya wageni na wazaa, lakini jambo jema zaidi ambapo kwenye kwenye hili kwenye swala ni kwamba tunaambia tuna, tuna tu tulipewa room yeah, na waziri mwenye zamana viwanda na biashara, mheshimiwa Dr. Suleiman Jafo pamoja na wizara hii tuweze kupeleka mapendekezo ya rasimu ya, kad... ya sheria ambayo ni wazawa content. Sasa rasimu hii ambayo inajumuisha wafanyabiashara na sio Kariakoo, hatuongelei Kariakoo tu mm. Tunaongelea Tanzania nzima. Tumekaa tume na jopo la wanasheria wametu na, pamoja na wafanyabiashara tumeandaa maoni na mm. tume, rasimu ya kwanza ipo tayari kwa ajili ya kuona sasa kwamba kwanza tunaelezea mzawa ni nani, yeah. Mgeni ni nani, shughuli gani ambazo zinaweza zikafanywa na raia pale, ambao, ambao, wa kitanzania tukazilisti pale kiasi kwamba ambayo ni rizevu kwa watanzania tu, lakini sasa ni adhabu gani ambayo mgeni anaweza akaipata ikiwa amefanya shughuli ambazo haruhusiwi kuzifanya kisheria, lakini pia ni adhabu gani ambayo a, raia wa kitanzania anaweza akakumbana nayo ikiwa atawasaidia wageni kufanya shughuli ambazo haziruhusiwi kwa maana ya kwamba ya kuwa facilitate kitaarifa taarifa binafsi kwamba uh, leo majina yangu au nikasajili kampuni kama kama kama kama, kama, kama wanasema ni legal person eh uh, lakini kampuni ile ikawa inafanya ni ya wageni, sio ya mzawa, na ikawa nafanya shughuli ambazo ni za mzawa, basi ni adhabu gani wa, wa kumbane nazo? Na sisi tunani tunaseme tuna, uh, tu kwamba kwa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania na wabunge wengine wa tutaomba rasimu hii ije kwa mlango wa dharura na mtusaidie basi h sheria iweze kupita ili tuondokane na mkanganyiko huu ambao tulionao kwa sasa hivi, ukiachana mm. mm -hmm. Sasa uh, na, na swala hili la changamoto za wageni wa, kufanya biashara za wazawa eh, lakini pia ulikuwa masuala ya kikodi ambayo tumeyazungumzia, eh, lakini kuna swala swala hili ambalo sasa hivi hivi limeonekana limeibuka hivi karibuni, swala la usalama, watu ambao wanakuja kufanya manunuzi Kariakoo. Unajua, mtu akija Kariakoo anatoa fedha nyingi kwa ajili ya kuja kununua vitu katika maduka mbalimbali, lakini hivi karibuni tumeona vyombo vya habari vikiripoti kwamba kuna aina mpya ya wizi imeibuka, kwamba Kariakoo mtu anaweza akawa amebeba fedha zake, watu wakijua ana fedha wanakwenda wanampora, alafu yeye ndo wanamwitia mwizi kwa watu wakija pale, mpaka yule ajitetee kwamba sio mimi, hawa eh, ni, ni wale ndo wamehusika, tayari unakuta ameshaumia. Kariakoo ni eneo salama kwa ajili ya kufanya biashara? na sofa unachokisema, sisi wenyewe binafsi hatujakipata na kukiona kwamba kinafanyika, lakini mi nipende kuambia watanzania wote wanaokuja kununua mm. bidhaa Kariakoo, watu wote wanaotoka uh, east africa na subsahara countries kwa ajili ya kuja kufanya manunuzi Kariakoo, kwamba Kariakoo ni eneo salama na vyombo vyote vya ulinzi na usalama viko pale kuweza kuhakikisha kwamba biashara zinafanyika mm. na ulinzi na usalama wa mtu kuja kufanya biashara Kariakoo unaweza kuwa zaidi ya asilimia tisini na tano. Hmm, kunaweza kuwa kuwa na udokozi mdogo mdogo ule ambao ni kama vile watu wanakaribishwa mjini, kama wale watu wanavyokuwa wanakwenda shuleni, kuna ile welcome form one. Mtu kuna hmm, namna anakuwa anakaribishwa, ule udokozi mdogo mdogo wa mtu kuuziwa simu kama yeah, sabuni mtu kuuziwa na wale watu wanaokuwa wamesimama simama barabarani zaidi uh. Lakini mtu anaweza akawekewa mzigo kwenye kimfuko, akabadilishiwa na wa, wauni wachache ambao wanakuwa wamesimama simama barabarani. Lakini kuuvamizi wa fedha nyingi, mtu akiwa amebeba akanyang'anywa, au uvamizi wa silaha, mtu akanyang'anywa hatujawa na hicho kitu takriban miaka kadhaa sasa, kwa sababu ya uimarishwaji uh, wa ulinzi ambao umekuwa ukiimarishwa na wahusika wenyewe wa kwa upande wa serikali, watu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo mi nipende kuambia kwamba watu waje kuendelea. Lakini, kuna maoni gani kuhusiana na wafanya biashara ambao wanakuja wakiwa wamebeba fedha mkononi? Sasa unajua lazima pamoja na kwamba uh, usalama ambao uliopo <coughs> mi, uh, na unaoimarishwa na vyombo vya ulinzi na usalama lazima tuende mbele tu, uh, sisi wenyewe tuende mbele kidogo zaidi, nafikiri itakuwa vyema, kwa sababu kuna banks nyingi sana, matawi mengi karibu yote ya banki zote uh, Tanzania yapo Kariakoo. Kwa hiyo ningeshauri pia watu wanaokuja kufanya manunuzi, basi waje waandike bidhaa wanazozitaka, lakini wachukue invoice, waende kufanya malipo banki hmm. Nafikiri itakuwa vizuri zaidi kwa ajili ya ku, kuendeleza ule, ule, ule usalama ambao ulipo. Lakini lakini nyinyi wafanyabiashara mmeweka mifumo gani ya uh, ya, ya watu kufanya manunuzi bila kutumia fedha taslimu. Kama unavyoona ni kwamba uh, kwenye sekta ya fedha kuna urahisi sana kwa sasa hivi wa kufanya malipo, na wafanyabiashara takriban takribani wote utakuta wanalipa namba hmm. kulingana na kampuni ya, ya mtu aliyoko nayo, lakini wanaweza kupokea fedha kwa njia ya benki Yo. na fedha chache hizo ambazo zinakuwa zikifanywa, wengine wanaweza kupokea kwa keshi Nafikiri swala la malipo channel zote za, za kupokea fedha zipo, zipo sawasawa zipo sawa. Mm -hmm. mm. mbali na uh, malipo, vipi kuhusiana na uh, usalama hasa wa mizigo ambayo wanaichukua? Inawezekana kuna wengine wanachukua kutoka duka moja kusafirisha mpaka katika kufikia usafiri wakapata changamoto hapo katikati. Lojistik ya uh, usafirishaji wa mizigo Kariakoo iko, iko vizuri kama ilivyo maeneo mengine yote kwa watu ambao wananunua mizigo yao hmm. kwa sababu unajua kuna channel ya usafirishaji hmm. Zipo kago mbalimbali ambazo zinazotoa mizigo Kariakoo na kupeleka sehemu yoyote ya nchi na zingine zinakwenda nchi jirani. Kwa mtu atakapomaliza kuandikisha oda yake kwa Kariakoo yeye ye, yeah, atasema kwamba mzigo wake anataka uende kwenye kago gani, na baada ya hapo, muhusika aliyefanya mauzo ndo anahusika kwa ajili ya kumpelekea mtu huo mzigo wake kwenye hiyo kago. Kwa mzigo utapelekwa na mwisho wa siku atarudishiwa risiti yake kama sehemu ya mzigo umepokelewa kwenye kago husika na mzigo wake ataenda kuupata katika destination ya mzigo unaokwenda. Mm-hmm. Hii ni sawasawa na sisi tunapokwenda kununua Uturuki, tunapokwenda kununua Dubai, tunapokwenda kununua Uchina. Mm-hmm. hatufiki kwenye uh, hizo kago zinazo zinazopokea mizigo, tukishaandikisha oda zetu, mizigo inafika kwenye kago na kago ina tufikishia kwenye destination yetu ambayo ni, ni, ni Dar es Salaam. Same applies tunatumia channels za namna hiyo hiyo kuhakikisha kwamba mizigo inawafikia wateja mm -hmm. mm. Sasa hivi uh, karibuni ilitolewa ruhusa ya uh, kufanya biashara saa 24 baki, hata usiku. Wafanya uh, biashara, unaona uh, wametumia vipi fursa hii na hali ikoje hasa biashara wakati wa usiku? uh, unajua shughuli za Kibiashara kwa Kariakoo zimekuwa zikiendelea kwa kipindi cha muda mrefu hmm. Na sio maeneo yote, kuna baadhi ya maeneo ambayo kwamba biashara zinaweza zikafanyika usiku na maeneo kulingana na aina ya biashara. Kwa mfano, kwenye maeneo ya mahoteli, maeneo ya guest houses na maeneo ya baa kumekuwa na uendelevu wa biashara kama kawaida, kwa sababu watu wanaingia na kutoka, lakini maeneo ya usafirishaji ukija ukija utakuta, utaona kwamba kuna mabasi yanaingia na ingia, kuna mabasi yanatoka, lakini pia shughuli ya ushushwaji na upakiaji wa mizigo, kwa mfano kontena zinazotoka bandarini uh, usiku uh, zinazotoka bandarini haziwezi kuingia Kariakoo mchana kwa sababu ya shughuli za, za, za mchana zinazokuwa zinafanyika kwa hiyo, utaona kwamba kuna shughuli nyingine ambazo zinaendelea na malipo yanafanyika kwa sababu kila kontena inayoingia Kariakoo inalipiwa Manispa. Hmm. Kwa hiyo kuna kontena zinazotoka bandarini usiku kuanzia saa moja mpaka angalau saa kumi na moja asubuhi zinakuwa zimefanyaje, zimetoka na shughuli mbali mbalimbali zinakuwa zinaendelea, lakini ile swala la maduka mengi kuwa wazi ni swala ambalo linakwenda taratibu taratibu, na tukiangalia namna gani ambavyo uhitaji wa wateja zaidi na zaidi, hmm. Mm -hmm, na bado ilikuwa uh, kufikiwa uh, sio wafanyabiashara wote ambao walikuwa na mwitikio huo uh, mwanzoni E, kufikia sasa vipi pia kuhusiana na hata huduma ambazo wanaweza wakapata hata wakifanya biashara e, kwa saa ishirini na nne kama nilivyosema awali, mm. uh, kwenye maduka hau, sio rahisi sana kukuta watu wanafanya biashara kwa masaa ishirini na nne mm. lakini yapo maeneo ambayo biashara kwa masaa ishirini na nne yanaweza kwa mfano maeneo ya mahoteli kama nilivyosema, maeneo mm -hmm. ya usafirishaji maeneo ya guest house na maeneo ya bar ni maeneo ambayo ukipita nje, sio Kariakoo tu peke yake, hata maeneo mengine utaona watu wanaweza wanafanya angalau ma masaa ishirini na nne mm -hmm. mm. Sasa eh, tumeona pia jumuiya uh, ya wafanyabiashara mlipata uongozi mpya hivi karibuni yeah. uh, chini ya Severin Moshi, ni, ni kwa kiasi gani kwa sababu tunafahamu kwamba kulikuwa kuna changamoto ambazo zilikuwepo uh, Kariakoo kwa mfano masuala ya kodi na, na changamoto nyingine ambazo zimezizungumza, lakini uongozi wa sasa ni kwa kiasi gani, ama ni changamoto zipi ambazo mnadhani mmeweza kuzitolea eh, ufumbuzi mpaka hivi sasa ambazo zilikuwa zikiwasumbua wafanyabiashara wengi wa Kariakoo? Mimi nafikiri along the way uh, licha ya changamoto ya wa, wageni ambao kusema kweli ni kubwa, yeah, sana na tumeweza kuiadress takriban miezi sita sasa na tunakwenda kuipatia suluhu. hmm. Yapo mambo mengi hapa katikati ambayo tumekuwa tukipambana nayo, swala la machinga japo, uh, tumeliacha pending kidogo hmm. Uh, kwa sababu kiukweli ni kwamba wanaziba mabarabara kule Kariakoo hmm. Ndio maana wale wanaokaa mabarabarani kule yeah. Lakini bado inafu ni kwamba baadhi yao ni zile ni meza wale machinga tunaoona kule ni magodauni ya Wachina Hmm. Kwa hiyo ukitaka kuweza kumsaidia kumdhibiti kum, kum, kum, kum, kum, kum, kusanya kodi, mameza tunaona yamejaa kule ni magodauni ya Wachina. Kwamba ninyi mna ushahidi gani kama kweli ni magodauni? Inafahamika, tumewaambia watu wa vyombo na ulinzi na usalama wafanye doria usiku, waone mizigo inavyoingizwa usiku na makenta na kuwekwa kwenye, kwenye mameza. Kwa hiyo ni mtu ana godown lake na, Temeke na, na, wamefanya. Ah, si tumeshatoa ushauri, wamefanya, wanafanya wanafuatilia na nafikiri wata unajua swala la ufuatiliaji kwa mujibu wa, wa wao mm. Ni wakati mwingine ni swala ambalo linachukua muda mrefu kidogo kwa sababu wao si wataalamu kwenye, kwenye eneo hilo. mm. Ndio, yeah. Kwa mtu na, Mchina ana godown lake Temeke, ana godown Kigamboni, ana godown eneo Mikocheni, ana godown Posta, lakini anauzaje hiyo mizigo yake? mm. Njia rahisi ya kuuza kwenda ku, kumwaga kwenye meza ya machinga na jioni alipo fedha zake. mm kwa hiyo hizo ni changamoto ambazo naamini kwamba tutakapo rasimu hii ya sheria itakapopita, moja kwa moja kuna mambo mengi sana tutakwenda kuisaidia nchi na tutatatua tuta matatizo. Kwa hiyo mnyororo wa biashara utakaa vizuri. Kwa hiyo kuna namna ambavyo wachina wanafanya machinga kupitia wa Tanzania, of course wachina wa wa wa, wanao karibu asilimia 90 ya wa, wachina walioko, kwa sababu unajua hatuzungumzii wachina wote kuna wachina ambao wamewekeza kwenye hoteli kwa mfano hoteli kubwa kama Johari Rotana mm. Ni aina za uwekezaji ambazo tunataka hoteli za nyota tano kama hizo, lakini kuna wachina ambao wanawekeza kwenye SGR. Wamekuja wanatengeneza reli ni, ni sehemu ambapo hakuna Watanzania wanaweza wakafanya. Tuna appreciate kitu kama hicho, lakini kuna, kwa mfano nafikiri kuna Liganga na Mchuchuma. Sasa hivi nafikiri ni kampuni ya kichina ambayo inakwenda kuingia kwenye ubia namna hiyo, lakini sio mchina aje na kebo chaji aje na vibakuli na masufuria na, vibaku, na vikombe kuja kuuza Tanzania bidhaa ambayo tayari ni, ni complete product ambayo Watanzania wao wanaweza kuuza, na so far sina uhakika kama tumewahi kusikia upungufu wa sukari, tumewahi kusikia, tumewahi kusikia lakini, tumewahi kusikia upungufu wa chaji sokoni, wa vyombo, wa masufuria, wa mabakuli, wa mapazia, wa mashuka na bidhaa zingine ambazo ni za mahitaji ya, ya, ya, ya binadamu nyumbani, hatujawahi kusikia kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo kama hatujawai kusikia kitu cha namna hiyo, maana yake ni kwamba wafanyabiashara wa ndani wanaweza kukava hiyo sekta kwa kiwango kikubwa. Sasa hatuhitaji watu waje wafanye biashara kwenye eneo ambalo tayari Watanzania wao wanaweza kukava kwa asilimia kubwa. Ziko pia tuhuma kwamba nyiwe wafanya biashara mnawatumia hao wanaotandika meza Eh, kwa, kuwauzia bidhaa zenu nyie ili kukwepa kodi. Sio wafanyabiashara wa ndani ni wafanyabiashara wa kigeni kwa sababu wameangalia hiyo loophole na wameona kwamba wanaweza wakatumia hawa chinga kama sehemu ya, ku, ya magoda, mag, wale ni wawakilishi wa magodauni ya wageni mm. Kwa hiyo ndo maana wageni wao usiku watachukua mzigo na kenta watapeleka watamwaga Ma. kwenye mameza yale majira ya kuanzia saa nne usiku mpaka saa tisa asubuhi asubuhi watu wakifika pale mameza yamejaa, biashara inaendelea kufanyika tu. Kwa hiyo serikali inakosa mapato kwa sababu ya huo mtindo wa biashara, na mi na uhakika kwamba tukiwa tukiwadhibiti hii rizevu ya, ya, ya biashara za kitanzania hmm. Iki, ikifanyiwa kazi na Watanzania wakienda kuwekeza, wakiachiwa hizi shughuli wafanye zaidi, serikali itapata mapato zaidi, kwa sababu sasa hivi fedha nyingi zinapotea kwa sababu wamegeuza yale mameza kuwa kama ya machinga, lakini ni wao Mm -hmm. Lakini wanasema uh, kwamba uh, kama nyie mngekuwa hamuhusiki mbona wanaonekana kuna wakati wanachukua hiyo mizigo wanachukua kutoka kwenu na pale ambapo wanakuwa wametandika hizo meza au wametandika vitambaa eh, na kuweka bidhaa pale na ni mbele ya maduka yenu na nyie wala hamna, wasi, hamna shida kuhusu hilo? Hapana, sisi tume, tume, tumefanya juhudi nyingi sana kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba tunawaondoa machinga sokoni na unajua strategically, uh, kama taasisi uh, kama viongozi hauwezi kupambana na mambo tano kumi kwa wakati mmoja mm. Kwa hiyo sisi tumeangalia mzizi wa tatizo tukaona ni wafanya biashara wa kigeni, na wamechangia sehemu kubwa sana kuharibu biashara na kuharibu biashara za Watanzania. Kwa hiyo ni matumaini yetu kwamba rasimu hii ya sheria ikipita na tukiweka pembeni kisheria, basi tutaweza kusovu ba ikiwemo hayo matatizo ya machinga kama, kama msemaji wa wafanyabiashara wa Kariakoo unakiri kwamba jambo gumu kuliko yote kwenu nyie ni kuwaondoa wamachinga ambao wamepanga bidhaa mbele ya maduka yenu? Hapana, jambo gumu lililopo mbele yetu kwa sasa hivi ambalo tunalifanyia kazi sio tu kuwaondoa machinga mbele ya maduka, kwa sababu tunajua yale machinga walioko kule ni magodauni ya wageni kwa sisi tukifanikiwa kwa wadhibiti wageni wasifanye biashara za Watanzania, ambazo in fact ni kwamba wana lengo ya kuziua kabisa hizi biashara kwa wafanyabiashara wa ndani. Wanachukua kwa wafanyabiashara wa kigeni, wao wanakwenda kwenye, kwenye magodauni, wanachukua magodauni ambayo kimsingi hayatoi risiti na hayana utaratibu wowote, na hata ndugu zetu wageni hawa namna ya ya malipo yao ni, ni cash oriented mm. Kama ni cash oriented, hata tracking uh, zingine serikali haiwezi yes kupata mapato ambayo ni stahiki. Wanapenda mm. kulipwa kwa, fedha kwa, kwa yes wanapenda kulipwa kwa fedha taslim, jambo ambalo uh, sisi tuna entertain fedha ziende bank, wana entertain lakini nyinyi yes. Kama jumuiya mnao ushahidi kabisa kwamba kuna hata kama vyombo vingependa kuwa kama walivyozungumza hapa, vyombo vingependa kuwatumia sasa kwenda ku, kuonesha hao, uh, wa raia wa kigeni ambao wana hayo magodauni ambako watu wanachukua hizo bidhaa na, na vitu kama hivyo, naweza kuwa na mifano mka single out mifano, vyombo vinajua Haiz... mimi binafsi nimekuwa mstari wa mbele kwenye operation zinazoendelea kuanzia yeah. kuundwa kwa tume uh, kutangazwa kwa matokeo na sasa hivi tuko kwenye operation mm. uh, tunakwenda kwenye, kwenye maeneo mengi mm. na nafikiri kwa sababu ni sehemu yao sitaweza kuzungumzia sana, wanafahamu Hmm. Kwa hiyo kilichobaki ni wao kufanyia kazi kwa sababu sisi tunakwenda tunaonyesha tu kwamba ni hapa, ni pale, ni wapi kwa hmm, mwisho wa siku wao ndo watafanya maamuzi ya mwisho. Uh, pamoja na hayo uh, kwa kifupi Februari mwaka huu ilitolewa uh, orodha ya majina ya wale ambao watarejea katika soko ambalo lilikarabatiwa soko la Kariakoo, pamoja na kuongezewa baadhi ya maeneo Uh, mpaka sasa nini ambacho kimeendelea na, kinaendelea na nini matarajio pia ya wafanyabiashara? Nafikiri nafikiri unaongelea soko lile ambalo liliungua li, uh, kwa taarifa ambazo zilizopo nafikiri zitathibitishwa baadaye ni kwamba kutakuwa kuna uzinduzi e, pengine labda mwezi huu wa sita wa soko lile kwao. Baada ya uzinduzi huo, nafikiri watu wanaweza wakarejea kwa utaratibu ambao utakuwa umewekwa. Mm-hmm. Lakini kwa upande wa wafanya biashara ambao majina yao yalitolewa yali orodha kurejea wafanyabiashara, uh, wote wamepata wame nafasi. Kwa kweli hilo sifahamu sana, ila anachofahamu ni kwamba kutakuwa kuna uzinduzi siku za karibuni na kama watarejeshwa, mm-hmm. kama walivyoorozeshwa nafikiri itakuwa ni jambo jema, kwa sababu walikuwa hapo kwa muda mrefu na sofa soko limetanuliwa kwa ukubwa zaidi, limekuwa kubwa zaidi nadhani hiyo itasaidia wao kuweza kurudi wote kwa pamoja mm-hmm. Nakushukuru sana Kanje, sana sana kwa kuja kuzungumza nasi na kutakia majukumu mema. Nashukuru sana. Naam. Ni Henry Kanje ambaye ni msemaji wa wafanyabiashara Kariakoo, tukizungumza naye kuhusiana na masuala mbalimbali mbali, hasa changamoto ambazo zinawakabili wafanyabiashara wa wa Kariakoo <muchos>